Kwenda Nairobi kwenda Tanga kwenda Moshi, hii ndo barabara kuu ambayo iko bizi sana, hata kutoka Singida kutoka Mwanza Singida Babati, hii ndo barabara sasa. Tulipo hapa, nadhani mnaweza mkaona hapa, ndo ilikuwa barabara ya zamani, na hii ndo ilikuwa daraja la zamani ambalo lilikuwa linazidiwa na maji, maji yanapanda juu, maji yanaweza kufanya hii barabara isipitike na kwa sababu ya mafuriko yaliyotokea nchi nzima 2023, Mheshimiwa Rais aliamua kutafuta fedha maalum kwa ajili ya maeneo maalum yenye changamoto likiwepo na didi. Kwa hiyo yaliainishwa maeneo mbalimbali mbali ambayo madaraja yanafurika yanakata mawasiliano yanavunja barabara yanavunja madaraja yanasababisha kusiwe na mawasiliano. Kwa hiyo tuna madaraja mengi sana Tanzania ambayo yamejengwa kwa utaratibu, na hili likiwa ni mojawapo. Unaongelea zaidi ya pengine bilioni 800, TANROADS pamoja na wenzetu wa TARURA, na kilichofanyika tu kama unavyoona ni daraja ambalo limejengwa ambalo limejengwa jipya lenye uwezo wa mara tatu ya makaravati yaliyokuwepo. Leo tumejenga daraja ambayo halikuwa na mita kama ishirini upana, leo tunaongelea mita hamsini kwenda juu. Ilikuwa mita mbili leo unaongelea mita, mita sita kwenda juu. Kwa hiyo unaweza kuona hiyo tofauti kwamba hata pakitokea changamoto yote swala so, hilo haliwezi likafanya maji yashindwe kupita kwenye hili daraja. Kwa mimi hapa nashukuru, lakini tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwamba changamoto ya maeneo mengi yaliyokuwa na mafuriko yalikuwa na maporomoko ya maji yalikuwa hayawezi kupitika kwa kweli, sasa tiba limepatikana, na kizuri ni kwamba katika hii miradi hatujawa na changamoto ya malipo ya fedha. Ninaitwa Injinia Niolia Amon ni Masunguru, ni kaimu meneja wa TANROADS mkoa wa Manyara. Baada ya kukamilisha kazi ya ujenzi wa daraja hili, daraja la Minjingu lenye ukubwa au spani ya mita 50 kwa gharama bilioni 6 tunaendelea na kazi ndogo ndogo hivi sasa ambazo zinajumuisha kazi ya kudemolish ili existing box culvert, kwa maana ya kwamba structure iliyokuwepo awali ambayo ilikuwa inapita kwenye barabara ya zamani, lakini tunaendelea sasa kazi ya kufungua mto upande wa juu na upande wa chini e. Pamoja na hilo, tunaenda sambamba pia sasa na suala zima la kumobilize mawe na gabions kwa maana vikapu vya mawe vile, ili ku protect kingo zote za daraja kuhakikisha kwamba mvua zote zitakazokuja zitakuwa accommodated kwenye ile daraja jipya. Daraja lilikuwa mpofu mpofu mno, magari ilikuwa anasimama kuanzia Minjingu mpaka huku Mdore, lakini sasa hivi magari yanaenda vizuri, kila kitu imekuwa nzuri. Mama Samia anafanya kazi kabisa kabisa. Kwa hiyo sasa hivi hamna kitu ambaye anakwama hapa. Kwa hiyo hamna chochote mbovu. Kwa majina anaitwa aed Samueli Mangela. Kwa kweli imefurahi sana kupata daraja ya maji, maana hali hapo nyuma maji ya kifurika alikuwa akupitika, wananchi walikuwa wanapata tabu, magari yalikuwa yanashindwa kupita, lakini kupata daraja hili ambalo limejengwa na mzawa Rocktronic Tunashukuru serikali ile iliyokuwa madarakani, kwa kuja kuona kwamba ile daraja ile daraja inaweza kuwaletea majanga, kabla kutoa majanga wakatengeneza daraja lingine ambalo liko imara zaidi ya ile lingine ambalo limefanyaje? Na na maana kwamba kusema kwamba iliko imara zaidi hivi. Iko imara kwa sababu kwanza imenyanyuka juu. Iko kwenye kiwango. Maana sisi hatujasomea lakini hata ukijaribu kuangalia kwa macho yako. Kwa kweli iko vizuri maana hata maji kija namna gani maji yanapita, bila shida yoyote. Ndio kitu ambacho mimi nimeona. Na nashukuru kwa, kwa kutengeneza daraja kama hili hapa, ambaye maji hata maji mengi ikija, inafanyaje yanaenda bila kutuama.